Naam, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, matumaini yangu kwamba wauko vema katika muda huu wa asubuhi ambao nimekujia na habari kwa yale yaliyojiri, na kwa sasa ni taarifa ya habari kwa upate kujijuza mengi, na hivyo ninakwambia kwamba tunapatikana katika mashariki mwa DRC, huko South Kivu, ndiko ambako tunapatikana na hivyo wewe tu ukizidi kupokea habari kutoka katika kituo chako Reality Mambo TV. Na leo hii katika muhtasari wa habari, nitakuambia ya kwamba kuonyesha mara ngapi Jenerali Makanaki Kasimbira John amechukizwa na tendo fulani ambalo kuna mtu amezungumza na kuonyesha mambo yasiyowezekana. Hata pia utajielekeza uko Tanzania katika kambi ya Nyarugusu kwa habari ya mkuu wa kambi ambayo aliyasema na hata huko Mwenga, hali ya wazalendo kuonekana kutoka huko Mwenga na kujielekeza mara moja hapo mjini Kamituga, ni hali ambayo imeleta wasiwasi wasi kubwa kutokana na mambo ambayo wanazidi kutenda. Baada ya mtasari wa habari, na sasa ni habari kamili ambayo na kwenda kukuambia ya kwamba Jemedari Makanaki Kasimbira John ameonyesha mara ngapi yeye amechukizwa na kitu ambacho kilijibiwa katika mtandao kwa kuonyesha mara ngapi mambo ambayo hayakumpendeza kabisa, na kuonya vikali, kuonyesha mara ngapi katika njia hiyo au barabara ya kuelekea huko Bukavu watu wana wanavyoelekea huko Bukavu kuna kuwa makamba ya wazalendo katika barabara hiyo, hata wengine washi kulipishwa katika hali ambayo isiyokuwa nzuri, yaani kulipishwa hata laki tatu kwa mtu mmoja, kuonekana ya kwamba kitu ambacho kilionyesha hali isiyopendeza katika njia hiyo au barabara ya kuelekea Bukavu, barabara kuu ya namba tano akionyesha mara ngapi wakuu wazalendo wanaweza kuwa wako lakini hawajui kile ambacho kinaendelea kwa maana wao hawakae kwenye kamba hizo za kizalendo katika mabarabara. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Ni mimi kiongozi makanaka Kasembe John, ndio nawasalimia, ndio niko na neno moja mbili wala uh, neno moja hatunapenda kuwaambia kuhusu sisi wazalendo wala wakongomani wote wala serikali nzima ya Kongo. Uh, neno napenda kuambia tuishi salama na tuikae kwa usalama, tusileteane michoko yene iko nani mwene, kuanzia FRDC, kuanzia wazalendo, kuanzia wakongomani wote, nani mwene ajuko ni kwenye M23 iko na muyue, kama nasema hivi kupitia Yesu Kristu mwanazareti hakuna siku na saa M23 itafika hapa Uvira. Kupitia huyu Mungu wa Kongo, tuko tunaomba na uambia katika jina la Yesu, kama M23 iko na kilo ya kufika Uvira, ijongeye tupa mbili ya atake, hakuna shida, tunachia pale kwa maana dawa ya moto ni moto, dawa ya moto ni moto. Asante Mungu atubariki. Mesaje ninayo napenda kuambia wazalendo wa Kongomani, leo tuko na njia yene watu biko wanatokea eko, waraia kama vile wa Kongomani wene kutoka huku Mafizi, kunyumba ni Bukavu, bakutoka wapi, wanaenda wanapitia ndo ubarika na ile njia yote iko mine na wazalendo iko mine na jeshi la taifa, na wengine wa jeshi yote, wenye mnajua kama adui anajihami afanye kile anataka, na kama anachelewa atakutana moto. Yeleta mfuata kitu, napenda kuambia ni nini, batu banatoka mumba plane batu banatoka hapa Uvira santre, batu banatoka mufis kumakariere wala kumabuchuruzi ni benzetu ba, ba, babukavu, banaomba baende kumajama Bukavu. Sasa probleme ni moya, batu kama banatoka hapa banapanda kufika mupleni. Kitu kama tulisema kweli, mabariere epunguke, iko na reso punguke, epunguke kumabiongozi yangu yangu ubae na mabariere mpleni, mujichue sana, mujichunguze ile mabariere ipunguke, kwa maana kuna bajeti viko banafanya vitu vyenye mwe viongozi ya mjui juu, viongozi ya mwikalaki kumabariere. Leo basi viko banatoka fis kumakariere wala makazi, basi asema baende Bukavu, banapita ile njia, viko banapita usalama, iko banalipisha mushi umoya 500000 300000 Iko vitu ya kushangaza sana. Eske kuko mushi, kuko murega, kuko mnyindu, kuko mufulero, kuko muvira, kuko mkasaye, kuko muluba, kuko mtabwa, batu yote ndo ni kabila moya ya kikongomani na batu yote ni bakongomani. Lakini sasa batu bamoya kupita babalipishe 300000 ifra kongole, babalipishe 500000 francs congolais. napenda kujibia hii message ya huyu mwenzetu alituma. Muache kutuma mesaji ya bongo na kutafutiana mambo ya bongo. Eske wewe ulituma hii mesaji? Napenda kukuambia ni mimi makanakika Simira John. Uwe jeshi uwe raia uwe nani, twende polepole. Wewe hiyo juko na FRDC au jiko ni kwenye M23, iko kuya kwangu makaraki. Kama uko kwenye M23 iko twende. Wewe kama uko kwenye M23 iko, ba viongozi biko kule mapulele na sie bote ndio tunafunga manjia kama ujui wende tukoneshe kwenye M23 iko, kama ujui wende kuya, na kama una bezo ya vita kuya na uone M23 ndio kamati hako. Naona jinsi wa vijana liko nafanya kazi biko, wanaleta mateka ya M23 hako na baona bende wanatoka baende kunyumba, mna bagezo ya M23 kuhusu nini? Ukome na no ukomaziki, ni mimi makanaki ndio nasema. Acha kuletea watu michoko ina kinywa kichwa na migulu. Napenda kupatia hii message ifikie komanda sekteya, hii message ifikie TD, hii message ifikie a komanda wa ane, ifikie Kongo mzima wa autorite wote na wakongomani wote. Kama unashindwa na kupigana, acha watapigana, wapigane na vita ipigani waki na watu mingi. Mimi makaraki ndio nasema katika jina la Yesu, vita haikuwaki na piganiwa na watu mingi Eske mushi eko mtu ndo nauliza. Mushi eko mtu. Eske mushi akishapita na kwa problem? Aoji kwa neme ventru iko. Pale kasenga kuko nyumba yene banapanga kwende ba rafiki yaka. Mwenye anakuya anafikia pale, kama atalala analipa franga banamwajistre jina yake jina mama aki, yake baba yake na karti yake, banalala pale na bale watu biko na bapangisha pale banabalipa pesa ya nyumba niko na baleta pale kuita major baba oneshe na madokima yabo yote. Mwache mambo ya konfli ya ovyo ya kishenzi. Hauna haya kutuma maodo ya ovyo kama lamu kama mjui jina. Niko manda yangu iko pale bwegera, ndio iko na ile gari. Ile gari iko ya lamu, ni gari ya komandema, ni gari ya wazalendo. Mweneko na gonjwa mwenye anaumia iko namuleta hapa bakaenda muona lam, kama vile bamontar. Bamontar iliko naleta bale batu kutoka misisi, banakamata njia hapa banaenda kwao. kama batalala hapa mlongwe, kama batalala kuzone, kama batalala wapi, banakamata njia banaenda, banalipa ule kijana lam, banamulipa pesa, anasaidia anawashikisha rubarika, ana banampatia 100000 francs congolais ou bien 50000 gisi batasikilizana Ara babae barubarika juba si banyanyase munjia, hakuna kiongozi wa mzalendo mwene anakwaka munjia batoto ba watoto ndio wanashindaka munjia. Ndio maana anasema viongozi wenzetu wa wazalendo ba controler ma bariere ba chanje ba soda ku bariere bana bapatia condition ya pesa, bata kama ni mili francs mili baba patiele mili francs sigarette baache ba, ba, ba tu na amani, ima bibugulo musha kishapita 550000 ou bien 300000 francs congolais ile vitu iko nafanyika iko siri, ndio maana nasema wazee wetu na viongozi ba controller ba jeshi biko na shinda pale kumakamba swate, sio hata ba viongozi ba vijui, na kama walimuona lab wanampatia ile pesa akwe na babeba jua kwa fanzia sikirite mjia na wengine ba viongozi biko na babeba kwa mamoto kisha nasema haya, sema M23 wewe na sababu kwa M23 iko wala mimi makarakia ujibe netusha leta pale sie kama vile wa viongozi wa wazalendo amuoni ba jeshi ya M23 tunakamata mateka tunabaleta pale, inakuwa kila mtu mshona nibawili, batano, basita, ni wawili watano wa sita ni M23. Mkome na mkomazike na mabari zenu za, za kenyeji za bongo, sii hakuna sii, tunazaliwa pa Uvira, tunayua kila kitu kibaya na tutaendelea tunasaidia Uvira yetu na Kongo mzima kufanya sekuriti. Lakini hapana kuleta mahabari ya bongo ya nena kichwa na miguu. Unajua pesa ni viko manalipisha, basi we. Basi viko manalipishua pesa, 300,000 francs congolais, 500,000 francs congolais. Kisha natosha maoto ya kishenzi, anaona haya, we pumbafu. Ni mimi makarakindo nasema na kuita pumbafu na kutosha maoto ya kienyeji. Sawa merci, kama mimi nasema vile ni juma mahabari ya nena kichwa na miguu. Kama uko na besoin ya mefentrua, <laughs> na kuya ni kubebe wala Tuende ti lufungi wala utukute lufungi ukutale jesh pale wakuingize pale uone M23. Auna haya Nyarugusu, uko Tanzania, ambako kulisikika na kuonekana mara ngapi watu ambao wanakaa katika kambi ya Nyarugusu yaani wakimbizi kunyanganywa pikipiki zao hata simu za mkononi za aina ya Android, na kwa sasa kukuja habari hao, tishio kubwa la mkuu wa kambi hiyo ya Nyarugusu kuonyesha mara ngapi, wale wote walio na duka zile kubwa kubwa na hata wale wanaokuwa na duka za kuuza dawa wanasema ya kwamba hawapashwi tena kabisa kufanya jambo hilo katika kambi, na ikiwa umekataa, wanaweza tu wakafika hapo kwenye mlango wako na kukuomba fom. Alafu wakikuomba fom, unaonekana kabisa kutoshewa katika hali au list ya ukimbizi, wanapochukua fomu yako kukufuta mara moja na kukaa humo hata bila kuwa na matumaini mwishowe kurudi nyumbani, aiko tu kwa wa kimbizi wa Kongomani, lakini hata warundi na wengineo ikizungumzwa hapo na mama huyo ambaye hata jina lake alikutajwa akiyazungumza na kuweka wazi. Na nimerudi tena hapa, tuna matangazo au tuna taarifa ambayo imetoka kwa mkuu wa kambi, kwa sababu wanajamii tunapoita vikao huko zone, waga hawafiki kwenye zone nzima vijiji ishirini unakuta kuna kama hata, hata kijiji kimoja hakifiki. Kumbe basi nyinyi wenye vichu wa vijiji, tunaomba mutangazie jamii yenu, muwaalike kabisa muwakusanye, muwatangazie haya matangazo ambayo yametoka kwa mkuu wa kambi. Kwa kambi amesema hivi kwamba tuambie jamii yeyote ambaye ana duka ana vitu ana duka kubwa, hawa wa mafamasi hawa wa kuuza vipombe, pombe hawa, hilo ni marufuku kambini. Sasa hivi amechukua hatua, kwa sababu ameshaongea amechoka. Sasa anachokifanya sasa hivi, wanakuja wanafika kwako kwenye duka lako, au kama unafanyia kazi nyumbani wanaomba fomu sasa hivi, wanafuta watu ukimbizi. Hili mlifikishe kwa jamii kabisa, msinyamazi. Wanafuta watu ukimbizi, anakuja anachukua fomu yako, wanaipeleka wanaenda kukufuta ukimbizi. Na hii sio kusema kwamba ni maigizo, wameshafuta watu kwa sababu wameongea, wamechoka sasa, wameona kwamba kumbe cha kufanya ili wafaulu, wako wanafuta watu ukimbizi. Si kusema kwamba kwa Wakongo wala kwa Warundi, sehemu zote wanafanya. Kwa Wakongo wanavuta ukimbizi watu. Ina maana wewe sasa ukikaa humo utakaa, haupati msaada wowote ule. Umekaa kama kama mumu, mumutu baki tu, ambaye hauna hili wala lile, chakula hautapata huduma zozote humu kambini hautapata, na maana sasa utakapochoka utarejea mwenyewe bila kuambiwa. Na mara moja basi, tujielekeze huko tarafani Mwenga, Kivu ya Kusini Mashariki mwa Kongo ya kwamba wazalendo katika maeneo hayo waonekana kutoka huko Mwenga na kujielekeza katika mji wa Kamituga kuweza kuchukua kabisa na kukaa makao yao hapo, kitu ambacho kiliwafanya wengine wasipate kabisa kupenda jambo hilo, kiliwafanya wapate kutaarifu jambo hilo, kwa maana wanapokuja maeneo huko kufika hata maeneo kwengine na kuanza kuchukua vitu vya watu wengine kama vile mifugo mbuzi kuku na kuanza kuchinja. Hiyo ni maneno ambayo yakizungumzwa hapo na kuonyeshwa na wananchi fulani, mambo ambayo yanayoendelea na wapi ambapo wapo kwa sasa. Hii ni alerte, tujikaze, tukamate maprekosyo juu ya hii situation basoda ya maeshe benye valisisha kwabu banakuya na kimbia mteritari ya Mwenga

na bakontrolewe pale pale kuba desarme na kila mwa bakiraiya, ile ni wazo paske pale pale bana chanafanya desordre ya kule luntukulu na zivira njo pale pale banakuya balifika vizalukulu. Hapo kukuwa nauliza banakuta tumbuzi kutola na kuchinja kuku, bakinasa tu banachinja. Batu wa vizalukulu bananiita, banalia sana, na sai batu akabavile bananiita na banaambia ile ile jaribu inabaingilia mungine Donk disipe tutapokea bale bageni hapa benye batakiongeza desordre tena mumukamituga tuseme vale ni bazalendo tena vale bale ni batu ya ukimbiza tukamate manani mbele ya wakati, mamezire mbele ya wakati. Kwavu.

bakie bazinstalle huku baisacha na naharibisha na, na kwabo bakie endelesha desordre huku. Prema komanda rejima eh, bafanye nguvu basoda benye biko kuluviala, basoda benye biko kule kamikile, basoda benye biko isop, bapapatie destinani ordre ya ku dezarume bale batu wabanyanganya mabunduki, basendele kutesa batu huku wanakende wanakiongeza ambutiaje tu ya bure na hakuna kazi biko wanafanya, wanaisha kimbia vita kwao zone e, de sante mwenga mwinga mi mwenyini nasema hapa saini ite wa erde sante ya ngando. Napenda ku confirme i hii audio kuambia kama walewale wale watu wako deja ngando, na kwa leo waliimpose population kuwajengea ka me awaelewane na wa FRDC. Ohivi depuis juzi jana, tulipata habari za hapo kensi bako naenda nanyanganya vitu. Leo wanalazimisha bakuwe na ca me wasichangane na FRDC. Tunaona kama mambo inaanzaenda na badirika sawa, kama ni kufanya maalerte inalomba kufanya kusudi msuti ikiwa tu ni mwisho wa taarifa ya habari yetu ambayo nimekuletea leo hii Jumapili, tariki 12 mwezi wa Oktoba mwaka wa 2025, ambayo nimekuletea ujue ya kwamba tumefika tamati na kishukuru kwa kuanza nami mwanzo hadi mwisho Nikikuambia ya kwamba unaweza tu ukajiunga na channel yetu, ili uwe napata habari zetu zote, hata kuwatumia watu wengine, ili nawafaidie kama jinsi unaofaidia. Nikisema asante, hata tena tutakutana wakati mwingine, ikiwa mapenzi ya Mungu.